Naam, habari gani, mtazamaji, na kama ilivyo ada kila siku tuna tupo hapa kukuletea mjadala wa siku mia za Rais Samia ndani ya Ikulu, na leo hii mimi Asmani Shahari nipo na uh, Philipo Mwakibinga. Huyu ni mratibu kutoka pale kituo cha wanahabari watetezi wa, wa rasilimali za taifa. Ndugu Philipo Mwakibinga, habari gani? Namshukuru Mungu, niko salama, sijui habari ya yako pia Habari yangu ni nzuri. Katika zile siku mia za rais Samia, leo tuna siku ya sabini na tatu na katika kuhesabu zimefikia siku takriban ishirini na saba na kuna mambo ambayo rais aliyapa kipaumbele. Moja ya jambo hilo ni swala zima la katiba mpya, na kama tunavyofahamu, katiba mpya umekuwa kama wimbo kwenye vinywa vya Watanzania wengi wakihitaji swala zima la katiba mpya. kwako wewe kwa mtazamo wako kama mdau wa maendeleo, katiba mpya ina umuhimu gani kwa watanzania kwa ujumla? Uh, nashukuru. Katiba mpya ina umuhimu kwanza, kutuzungumze tu katiba. Katiba ina umuhimu mkubwa katika nchi yoyote ile, kwa sababu uh, ni mkataba baina ya watawala na watawaliwa, kwa hiyo viongozi na wananchi, pamoja na mambo mengine yote na wananchi wenyewe, namna ya kuishi katika taifa, huwa tunakuwa tunaongozwa na kanuni na taratibu ambazo kwa msingi mkubwa inakuwa katiba iwe imeandikwa au iwe haijaandikwa. E, kwa hiyo ni muhimu kwa sababu ni mkataba ambao unatuongoza namna ya kuishi kama taifa mahala popote pale. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana katiba Namu. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku mia swala hilo atakuwa amelipambania, wala ulifike katika asilimia kadhaa. The way siku zilivyomalizika na siku ambazo zimesalia ni siku chache, unaona ama unaridhishwa na huo mwenendo wa kuifikia hiyo katiba mpya? Uh, kwanza niseme naridhishwa na mwenendo, lakini lazima tujue tumetoka wapi kwa hiki kipindi uh, Mheshimiwa Rais alikuwa mgombea kwenye chama, chama, kupitia Chama cha Mapinduzi wakati wa uchaguzi huu wa uh, uh, Oktoba mwaka jana 2025, na ilikuwa ni moja ya ahadi zake katika ahadi nyingi ambazo ametoa kama mgombea akiwa na mgombea mwenza, lakini vilevile vile, kama uh, mgombea anayetoka kwenye chama fulani cha siasa, kwa sababu kila chama cha siasa kinapoenda kwenye uchaguzi lazima kiwe na ilani ambayo hiyo ilani ni kama bidhaa ambayo wanakwenda kuiuza kwa wananchi, ili wananchi waweze kuchambua na kupima ilani ambayo wanaona itakuwa bora kwa matakwa yao katika taifa. Unaona, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati anagombea, moja ya ahadi ambazo alizungumza ni katiba mpya. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu ni moja ya jambo lililopo kwenye ilani ya chama chake Ilani hizi za vyama zinatengenezwa kulingana na mahitaji ya wananchi wa, wa wenyewe, hususani kwetu hapa Watanzania. Kwa hiyo ninayoamini kabisa kwamba dhamira hiyo mheshimiwa rais anayo ya dhati kabisa, lakini utaangalia baada ya uchaguzi eh, tunazungumza ndani ya siku mia, kuna matukio kadhaa yametokea baada ya uchaguzi, kuanzia siku ya uchaguzi na kuelekea, kwa mfano tukio la tarehe 29 Oktoba yawezekana uh, baada ya mheshimiwa rais kuapishwa, labda angeanza na mapambano ya katiba mpya, lakini ukijaribu kuangalia, unaona kabisa kipi kianze, utulivu wa nchi au katiba mpya? Huwezi ukaanza kukimbizana na katiba mpya wakati kuna utulivu, kuna bado mnavutana, unaona kama taifa, kuna misigano ya hapa na pale. Ndio maana unaona mheshimiwa rais baada ya kuapishwa tarehe tatu Novemba alizungumza, kwamba uh, na amekuwa akizungumza hata wakati anaaga wakati tunaaga mwaka wa jana, kwenye hotuba yake alizungumza ni kwamba anachokijenga, anayo matamanio ya kuhakikisha Tanzania tunakuwa tuna katiba mpya, kwa sababu ni wakati sasa. e, hii katiba iliyopo tunatumia, tunaenda nayo, lakini mahitaji makubwa ya kiuchumi, kijamii, kisiasa yanatupa msukumo ya kuongezea hili shati ambalo tulikuwa nalo, unaona tuwe na la shati jipya eh. Mgogoro ulikuwa hapo kama unakumbuka, au la zamani. Wengine wanasema la zamani lina viraka vingi. Sasa Mheshimiwa Rais, unaona alizungumza na alitoa maelezo uh, maelekezo yake na msimamo kwamba kutokana na hizi vurugu za zilizotokea tarehe 29 ameunda tume ya uchunguzi ile tume ya uchunguzi iliyoundwa iende ikaonane na wadau kwa, na wananchi kila mahala kwa namna ambavyo ime, imepewa ime, ime, imejengwa au imeundwa wajibu wake. Sasa kule wataenda, kututa, wataenda kutupatia mambo mengi, kwa nini tulifika pale, hawaji kuja tu, na kwa nini watakuja na wanafikiri nini tufanye. Wakija na hicho kitu, Mheshimiwa Rais anasema baada ya hiyo tutaunda tume ataunda tume ya maridhiano kama taifa. Tume ya maridhiano itakuja na yenyewe, inaweza ikaangalia hata kwenye ile tume ya uchunguzi pia. Tume ya maridhiano uh, uh, itakuwa namna gani? wadau wake watakuwa kina nani? Kwa hiyo wananchi, rais ataunda hii tume, itaongeza wadau mbalimbali ambao hamna mtu, ni wananchi sisi wenyewe, wa Tanzania sisi wenyewe. Ile tume anasema akiiunda ambayo ndiyo na yenyewe itakuja kuleta uh, uh, utulivu wa kitaifa na mapendekezo. Kwa hiyo, tume ya maridhiano maana yake itatupa pia muongozo. Huko sasa taifa likiwa limetulia, tumeridhiana vizuri, ndipo sasa tunaenda kwenye tu, masuala ya nini? Ya katiba mpya. Sasa masuala ya katiba mpya yanaendaje? Yatakwenda katika misingi ambayo wote tunakuwa tuna lengo moja na katiba mpya kwa, kwa matamanio ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia, hatamani kabisa katiba iundwe kwa misingi ya kiuchaguzi. Tamanio lake, kama ukimsikiliza vizuri, unaona anatamani katiba iwe ya kitaifa, ya kinchi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuku, kuwa na subira kama ambavyo tunaona tume ya uchunguzi itakuja, itatueleza Tutajua wapi tulikosea, wapi tunastahili kufanya nini, maridhiano. Tutaridhiana. Baada ya kuridhiana, nafikiri mchakato huu sasa utakwenda, kwa sababu ni lazima a, a, a, utuingie kwenye huo, kwa sababu rais ameahidi, lakini pia iko kwenye irani ya chama ambacho kina ndio kinaongoza serikali. Bwana Mwakibinga umezungumza vizuri, lakini kwa mtazamo tu wa kawaida unaona ni, itachukua ni muda mrefu hadi kuipata hiyo katiba mpya lakini Tukirudi sasa kwenye athari endapo katiba mpya itaendelea kuchelewa, wewe unaona ni athari gani ambazo sisi kama Watanzania ama kama taifa kwa ujumla tutazipata kama taifa? okay, nashukuru. Unajua, swala la mchakato wa katiba mpya kwanza, katiba mpya ni au katiba ni mchakato, swala la, mu, la muda kuchelewa hivi ni matokeo kutokana na tumeridhiana nini kama taifa kwa hiyo tusubiri turidhiane. Tukisharidhiana, kuchelewa kunachukua muda gani, unaweza ukahisi tunachelewa, lakini naweza kachukua muda mfupi, kwa sababu tayari tulishaanza huu mchakato, kuna sehemu ulikwama. Sasa inawezekana wakati wa maridhiano, huenda tukaridhiana kwamba tuanzie tulipokuwa tumeishia. Hatujui tutaridhiana nini, lakini kwa sababu ni mchakato, wala tusifikiri kuchelewa na tusifikiri kuwahi. Tunachofikiri zaidi tufikiri kwenye tunaenda kuwa na katiba ya namna gani? Tusije tukakimbizana kwa maana ya kwamba tunaogopa kuchelewa, lakini tukaenda kuwa na katiba ambayo itaondoa utulivu. Ni bora tutakumbuka tulikotoka. Kwa hiyo suala la wakati wakati ni huu, na ndio maana tuko kwenye mchakato. Mheshimiwa Rais ameanza na hiyo tume, imekwenda tutakuja kwenye maridhiano, na unaona ana matamanio na anatamani kabisa kwamba hata atakapoondoka madarakani, wakati anamaliza kipindi chake, haiache Tanzania katika mazingira ambayo ni tulivu na salama. Kwa hiyo, na lazima ujue tuna kitu ambacho tumekuwa tukikihubiri na imekuwa sifa yetu kubwa katika dunia, sisi kama Watanzania, swala la amani kwa hiyo kama katiba hii ambayo tumekuwa tukipigia kelele kwamba labda ibadilike ifanye nini, lakini imelinda amani kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo lazima tuwe na katiba ambayo italinda amani kwa miaka mia. Tuna dira ya maendeleo ya miaka hamsini, tusije tukawa na katiba ya miaka mitano. Sawa. tuki umegusia swala so zima la maridhiano sasa, ama tume ya maridhiano. Wewe kwa upande wako unafikiri tume ya maridhiano iwe ni ina watu wa namna gani endapo watachaguliwa ama watateuliwa? Kwa upande wako unafikiri ni watu wa namna gani wanapaswa kuingia katika hiyo tume ya maridhiano? Maridhiano, kwanza tunaridhiana na nani? Kwa sababu tunapotaka kuunda tume ya maridhiano, lazima tujue tunaridhiana na nani, tunaridhiana kuhusiana na nini. Kwa kama tunaridhiana kuhusiana na utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa, lazima turidhiane kwanza wajumbe tusiwe na tume za maridhiano. Mheshimiwa Rais ukimsikiliza, matamanio yake yasiyo maridhiano ya wanasiasa tu, kwa sababu e, tunataka mshika umoja wa kitaifa. Kwa hiyo, ninachoamini kwa matamanio yake na mtazamo wake Mheshimiwa Rais tume ya maridhiano itajikita zaidi katika eh, eh, eh, kujua kuunda kushirikisha watanzania wote eh, wawakilishi kutoka makundi mbalimbali, kwa sababu tu kuridhiana katika nchi yetu sio mara ya kwanza. Kulikuwa kuna maridhiano Zanzibar kule kwa hiyo itakuwa ni reference kwamba ilikuwaje Zanzibar, pamoja na sintofahamu ile, tulikuja kuridhiana kama taifa, basi kwa sababu sio mara ya kwanza, lakini tuna wenzetu katika mataifa pembezoni ambao wamekuwa wakiridhiana pia. Tutajifunza huko, naamini kwa dhamira njema ya Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambayo ameionyesha kwa kipindi cha hizi siku mia moja tunaenda kuwa na timu ya maridhiano bora yenye kubeba uzalendo wa taifa letu ili kufikia umoja wa kitaifa ambao ndio msingi ambao pia walikuwa wakihubiri wameujenga waasisi wetu kwa maana ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa na, na rais Karume wa Zanzibar. Naam, huyo ni Philipo Mwakibinga akigusia swala so zima la maridhiano, na hii ipo katika ama tume ya maridhiano. Ni moja ya jambo ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais Dr. Samia aliligusia kwa kipaumbele kikubwa. Lakini tukiwa hapo hapo kwenye tume ya maridhiano, na nikukumbushe tu hizi ni kuelekea siku mia za Daktari Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye tume ya maridhiano ni mambo gani ya msingi ambayo tume inapaswa kuyafanya ili tusi tusirudi kule tulipotoka? Manake moja ya jambo la kusikitisha nili la Oktoba 29. Tume ya maridhiano inaundwa ama imeundwa, ni mambo gani wanapaswa kuyafanya ili mradi tusirudi katika ile hali ya Oktoba 29? Cha kwanza, kuzingatia uzalendo wa taifa. Katika taifa letu uzalendo, tume ya maridhiano ikiweka uzalendo ikamuweka mama Tanzania kama mbele kama ambavyo Rais Samia amekuwa ana matamanio hayo kwamba siku zote tuweke utaifa kwanza eh? Tume ya maridhiano ikiweka utaifa kwanza, jambo la kwanza hilo eh, kila kitu kitaenda sawa. Nafikiri ndio sababu Mheshimiwa Rais Dokta Samia ameona kwanza mchakato wa katiba tuwache kwanza, tumalize hizi tume mbili zinazokuja, ile iliyoanza hiya maridhiano, tuende. Maana yake cha kwanza ni, ni hiyo lakini cha pili ni tunu za taifa letu, waangalie cha kwa, amani tulionayo, amani. Tume ya maridhiano ikizingatia amani na ikazingatia kwamba tunaenda kutengeneza taifa au tunaenda kutengeneza katiba ambayo itakuwa inasisitiza uwajibikaji ambao baadaye utakwenda kuzaa haki katika taifa, hakuna kitu ambacho tutakuwa tumepoteza na naamini hmm, kwa uongozi wa hizi siku mia ambao ameuonesha Dkt. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais, kuhakikisha taifa linakwenda na utulivu wake, naamini hata kuunda hii timu, timu au tume ya maridhiano atakuwa pia makini na vyombo vyake kuona tunapata tuna, tuna tume ya maridhiano ambayo inaenda kuwa na tija. Swali langu la mwisho kwenye mjadala huu ama katika kipengele hiki cha tume ya maridhiano, unaamini tume ya maridhiano ikiundwa na ikafanya kazi yake ipasavyo, zile kazi za msingi kama kuleta amani, itachagiza ama itachangia kuondoa ile migogoro ama migongano ya kisiasa katika nchi yetu? Ita, itasaidia sana kwa sababu tunaporidhiana maana yake mnakuwa mmemaliza zile tofauti, itabaki na, na, zinabaki tofauti zile tu za kimaendeleo ambazo zitakuwa na tofauti za kifikra, wengine wanasema tufanye hivi, wengine hivi, ambazo ni kawaida. Mkiwa na jamii ambayo inafikiri kwa usawa tu, basi ni jamii ambayo inawezekana ikawa haina ubongo, haina fikra sahihi. Lakini hizi tofauti ambazo zinatupelekea mpaka kwanza kusigana, zinatupelekea kuleta machafuko, na tume ya maridhiano ikileta suluhu ya hiyo kitu automatically tutakuwa tumeondoka kabisa kwenye hilo jambo na mm, tutakapokwenda kwenye katiba mpya sasa, tutajikuta tunakwenda kutafuta katiba ya wamoja. Hatutakuwa na katiba ambayo wengine labda wanatamani iwe njia panda ya kwenda Ikulu, wengine wanatamani iwe njia panda ya kwenda bungeni, wengine wanatamani iwe njia panda ya kwenda kwenye kata. Haiwezekani, lazima tuwe na katiba bora ambayo itakuwa ni ya watu walioridhiana, na kwa sababu ni maridhiano, tafsiri tu ya maridhiano ni kwamba zile tofauti zote zinawekwa pembeni zinatafutiwa suluhu, basi watu mnasonga mbele kama taifa. Naam, tukitoka hapo katika masuala mazima ya tume ya maridhiano, nikukumbushe tu huu ni mjadala wa kuelekea siku mia za daktari Rais Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeanza swala la katiba mpya, bwana Philipo Mwakibinga hapa amelichambua na amelielezea kwa upana, lakini swala la tume ya maridhiano amelielezea sababu ama umuhimu wake, na vipi taifa tutanufaika na tume hiyo ya maridhiano. Lakini kwenye suala la mwisho ambalo na limekuwa kama wimbo tuseme, kwa vijana, swala la ajira, vijana wamezungumza sana, lakini rais katika hizi siku mia alisema ni endapo mtanichagua katika siku mtanichagua kwa rais kwenye zile siku mia, nitahakikisha vijana watapata ajira. Tutapataje ajira? na alieleza vipi watapata ajira. Lakini kwakowe ukiwa kama mdau wa maendeleo na mratibu wa kituo cha habari na haki za watetezi wa, wa rasilimali za taifa pale MECIRA unalizungumziaje swala la hili la ajira? Kwanza rais ameingia madarakani na kuna baadhi ya maeneo tayari watu wameshaanza kunufaika. Kwa upande wako ukiwa kama mdau wa maendeleo? Uh, nashukuru sana. Ukijaribu kuangalia kwa hizi siku 100 tunazoenda kuelekea siku mia Mheshimiwa Rais tangu tarehe tatu Novemba alipoapishwa amechukua jitihada dhati sana ambazo wakati fulani sikutarajia, na hasa ukiangalia mpito tuliopita baada ya uchaguzi au kuanzia siku ya uchaguzi, ule mpito tuliopita wala sikutarajia, lakini kwa sababu ni rais ambaye e, anafahamu vizuri siasa ya nchi, lakini anafahamu vizuri e, uongozi kwa sababu amekuwa mzoefu katika nyanja hizo ni kwamba na kwa kutumia vyombo vyake, unaona ameunda wizara maalum. Tunaye waziri ambaye anashughulikia vijana, unaona tofauti na kipindi kile ambacho kuna e, wizara kwa hiyo vijana tulikuwa kama e, wizara ya vijana iko kama kijipakeji tu sehemu hii. Wizara umeona imeanza kufanya kazi mapema sana, waziri amekwenda, amezunguka nchi nzima hii, ameonana na wadau wenyewe, nini tatizo huo ni uongozi mzuri sana unaona, matamanio ya Mheshimiwa Rais kwamba anatatua hili tatizo la, lakini vile vile angalia e, Mheshimiwa Waziri Mkuu e, ambaye anawakilisha serikali pia, ambaye Mheshimiwa Waziri Mkuu anachokizungumza mwenyewe, anakuambia nimeagizwa na rais, amezungumza kwamba ajira zinazowezekana kwa wazawa wapewe wazawa na ukiangalia katika wazawa, wengi wao ni vijana wazawa. Wazee hawawezi wa, wa, kwenda, sio kundi kubwa ambalo wazee lina tatizo li la ajira huko, kwa sababu tayari wao wanapumzika. Kwa hiyo vijana tunaenda kunufaika sana, kwa hiyo kipindi cha siku 100. hiyo falsafa tu na hayo na maagizo, unaona kabisa ni kwamba vijana, kuna ajira nyingi mmeona, ambazo tumekuwa tukilalamika kwamba nafasi hizi, fursa hizi lakini cha pili, waziri wa pamoja na waziri mkuu kutoa agizo hilo kwa, kwa, kwa, kwa mwe, mwakilisha rais, unaona rais ameingia kwenye mchakato wa kutatua hilo tatizo. Angalia sekta hizi, nilikuwa nafuatilia wizara ya Madini. Eh, mheshimiwa waziri Mavunde, nimeona anazungumza na anakwenda saiti, unaona, akiangalia kwenye makampuni vijana wako wangapi. Waziri wa, wa, wa, wa wizara husika nimeona ameongea amekutana, ame na maafisa maendeleo wa halmashauri zote nchini hapa, akijaribu kufanya nini? Akijaribu kuangalia kwamba kuna asilimia zile za fedha, mikopo inayokwenda kwa vijana imeonekana kuto kuleta tija, amewapa maelekezo ambayo ni maelekezo kutoka kwa mheshimiwa Rais kwao. Utaona moja ya mambo pia mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba nchi ilikuwa iko katika mtikisiko lakini ameendelea kufanya yote kana kwamba hakijatokea kitu. Dhamira ya mheshimiwa mwish, rais, hata waziri mkuu kusema fursa za vijana, mi nakuambia, na viwanda nilikuwa naangalia e, wizara ya uwekezaji, mipango na uwekezaji, nimeona mipango ambayo imeletwa ina, ina, ina, ina, ina mingi, inataka kutengeneza mabilionea au mamilionea wa wazalendo, yani kwa maana wa nchi hii, unaona. Kwa hiyo fursa hizi za ajira kilimo. E, nilikuwa naangalia wizara ya kilimo, nimeangalia kule wizara ya, ya, ya uvuvi kule, nimeona wanaendelea kuwa na mipango ya vijana, hawalali. Nilikuwa naangalia waziri wa habari huyu, ameapishwa, ameapishwa ni jana kama si juzi, amezungumza namna ambavyo wizara hiyo itakuwa fursa kubwa kwa vijana, aya, vijana wengi ambao wako kwenye shughuli ya mitandao ya kijamii. Amesema kuna fedha inapatikana almost zaidi ya bilioni ziende zikasaidia mikopo ili watu wawe na vifaa vyao. Unaona hiyo sasa, unakuta yule waziri wa habari anateke anatimiza maono na ndoto ya mheshimiwa rais, kwa ndani ya siku mia serikali inakimbia uwajibikaji. Unaona sasa vijana sisi, maana yake sasa kwenye hili swala la ajira tujiandae na tuendelee kukimbizana nalo, kwa sababu hata mawaziri wengi unaona ni vijana. Hii inaonyesha kwamba vijana sisi wenyewe tushindwe, lakini mheshimiwa rais tayari ameshaonesha nini njia. Nitoshie kusema kwamba kwenye kwa upande wa vijana rais Samia ameshamaliza ama amefanya, kwa hizi siku mia kafanya vitu vikubwa sana kwa vijana, lakini wakumbushe pia vijana kwa mwisho hapa kwamba kuna kuna Afcon inakuja, e? yeah. fursa hizi kwa vijana yeah. wengi wao watakaonufaika, tumeangalia hiyo ile ambayo inaendelea moroko Watu wametoka nchi mbalimbali wamefika pale. Kwa vijana tuziangalie hizi fursa na zingine nyingi, kwa hiyo zitakuwepo, fursa zinapita, lakini zitakwepo fursa za kudumu. Wizara iko tayari na iko site, waziri mkuu tunaona anazungumza, anazungumza vijana na vijana. Sasa tuungane, tuwe kitu kimoja. Tukitumika vibaya, mwisho wa siku sisi ndo tutasafa consequences ambazo zitakuwa zimevaa nini, tuna zinatokana na hiyo Tukiwa tunamaliza Bwana Philipo uh, ni mkumbushe tu mtazamaji hizi ni kuelekea siku mia ama huu ni mjadala kujadili yale mambo yote aliyoyaahidi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelekea katika siku mia za utawala wake. Uh, swali langu la mwisho na tumalize mjadala huu, kuna kwa mtazamo wa kimaendeleo sasa, kuna faida ama kuna hasara, pia kuna changamoto ambazo zinajitokeza kwa upande wako ni changamoto gani ambazo unaziona zimejitokeza katika kuelekea hizi siku mia kufanikisha masuala mazima ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameahidi na kipi kifanyike kwa haraka, ili mradi zile siku mia tuziinjoi ama tuzifaidi kwa pamoja tukiwa kama Watanzania? Changamoto zinatokana na maeneo mawili. Kuna changamoto ambazo tume ni man made, tunatengeneza sisi binadamu, lakini kuna natural ambazo tunaziona kwa mfano utaona mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa mfano mvua zilichelewa sana. Nafikiri hata mheshimiwa waziri mkuu ametoa tahadhari kwamba tuhakikishe tunahifadhi chakula. Kwa hiyo kipindi cha siku mia hizi, hizi changamoto ambazo hazi hazitengenezwi na binadamu, hazisababishwi na sisi, imekuwa. Lakini changamoto nyingine ambayo imetokea ni ushabiki wa kisiasa, kwamba Tanzania tunakuwa kidemokrasia sasa. Wakati tunakuwa kidemokrasia, tulikuwa bado hatujafika sehemu Unaona, sasa tumefika sehemu, nchi inakuwa kidemokrasia. Mahitaji makubwa ya demokrasia yameendelea kutusukuma, hali ambayo imeleta changamoto sana, kwa sababu wa bado maandalizi ya hususani vijana juu ya kuiendelea demokrasia, bado tunakimbia demokrasia ile ile ambayo ilishazigharimu nchi kipindi cha miaka 1960 wakati watu na nchi nyingi za Afrika zinapata uhuru. Lakini sasa, lazima serikali kwa hizi siku mia waendelee pia kusisitiza kwamba lazima vijana au wananchi tuangalie zaidi demokrasia ya kiuchumi. Mataifa makubwa yalishavuka huko, wa ya kwenye demokrasia ya kiuchumi. Kwa hiyo ni sisi kutransform demokrasia tunayoenda nayo, isiwe demokrasia ya kuchagua na kuchaguliwa na kuchaguana kuchagua kuchagua iwe demokrasia ya kiuchumi. Ndio maana leo ukienda kwa watu wa kawaida, ukimwambia suala la demokrasia anafikiri ni kampeni e, anafikiri ni uchaguzi tu. Lakini kumbe uhuru huu ambao tunautafuta, mapambano haya ya kuhakikisha tunakuwa tuna usawa katika jamii, tunakuwa na amani, uchumi wetu ukue, lazima tuende kwenye demokrasia ya kiuchumi ambayo tutabishana kulingana na fursa, tutabishana kulingana na maendeleo alafu tutakuwa wamoja katika utekelezaji, baada ya kuwa na mawazo ya pamoja. Kwa hiyo changamoto hizi sizioni kama za kudumu, ni changamoto za uelewa. Umeona mheshimiwa waziri mkuu katika hizi siku mia mheshimiwa rais amemwagiza kutoa darasa zaidi. Unaona waziri mkuu Mheshimiwa Miguru, uh, Dr. Miguru Nchemba anatoa lecture sana kwenye mikutano. Kwa sababu gani? Tayari mheshimiwa rais amegundua kwamba eh, bado watu wetu wanayo changamoto ya leo, wakiambiwa hiki, wana uwezo wa kuanza kufanya baadhi ya vitu bila kufikiri kingine. Kwa hiyo nimeona serikali sasa inaweka skill zaidi, na hii elimu ambayo naona waziri wa elimu anapambana na nayo kule eh, nimeona pia inaenda kuleta mwamko mkubwa kwamba mbali na elimu ya kufaulu na kufeli sasa watu wawe na uwezo wa kupambanua eh. Rais mstaafu aliwahi sema, mheshimiwa Jaka Kwete aliwahi sema, akili za kuambiwa uchanganye na za kwako, uwe kama mbayu wako. Lazima watu wa, wawekwe katika mazingira hayo ili tuende sawa, kwa sababu mwisho wa siku taifa hili ni letu sote, lakini eh, tuone misingi waliotuachia waasisi wetu kama eh, mwalimu Nyerere na Karume, wa vijana wa kipindi kile wangetaka kwenda kama vijana wa kipindi hiki taifa hili tusingelikuta, tusingelikuta. Kwa hiyo nasisitiza kwamba hizi changamoto na lazima zije, hatuwezi kuzikataa. Sasa tusipokuwa na changamoto unakuwa ni watu wa namna gani? The issue ni namna ya kusovu hizo changamoto, tukiwa bado kwa moja. Naam, bwana Filipo Mwakibinga amemaliza hivyo. Swala ni, ni namna gani Watanzania tunatakiwa kuzisovu hizo changamoto kwa pamoja. Huu ulikuwa ni mjadala wa kuelekea siku mia za Daktari Rais Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na natumai mtazamaji umeweza kuelewa ni namna gani rais amepambana katika kuhakikisha ndani ya siku mia aa, vile vitu ambavyo alivipa kipaumbele; swala la katiba mpya, swala la tume ya maridhiano na swala la ajira kwa vijana analipambania moja kwa moja. Na nilikuwa naye hapa bwana Filipo Mwakibinga, huyu ni mratibu kutokea pale Kituo cha Wanahabari Watetezi wa Rasilimali za Taifa MECIRA. Jina langu ni Athmani Shahari. hadi wakati, hadi wakati mwingine. Asante sana.